Kwa maandamano katika nchi yetu hii yanapelekea mafsada makubwa, na ndio maana sisi tunazungumza na kuyakataza kwa sababu maelekezo ya dini yetu yako hivyo, kwa sababu tunatakana tuseme. Tunasema hivi, achana na hi vitoto vinavyozungumza mitandaoni. Tunazunguzia Uislamu, wengine wamekuja sijui na salamu mbili, salamu ya Kigalatia na salamu ya Kiislamu, unaunganisha shalom aleikum, si mashallah, tumsifu, tumsifu Yesu. Huu hadha jahlun jahil na Uislamu haukubali mambo haya, bali Uislamu unaitakidi kwamba huu ni mzaha, huku ni kuichezea dini. Kwa hiyo, itahadharini na hayo mnayofanya, mnazidi kututia hasira. Sharomu alaikum ni kuchanganya Uislamu na Ugalatia stui na, na Uyahudi. Uislamu hauruhusu hilo. Tunaishi kwa amani na jirani zetu, sio kwa Uislamu. Naam, tunafanya kazi kwa pamoja na tunaishi kwa pamoja na, lakini kila mmoja ana misingi katika dini yake. Usijaribu kuchanganya, unaleta jambo baya zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man tashabbaha biqaumin fahuwa esh min, mwenye kujifananisha na watu basi ni katika wao. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu mwenye kujishabihisha kujifananisha na watu katika jambo lolote la salamu la maongezi la mavazi, ukijishabihisha nao wewe ni katika wao. Kwa hiyo achana hizi habari, itahadhari ewe Muislamu, kijana wa Kiislamu unaojiita Gen Z, hii haikuhusu, achana hizi habari, si maandamano, si hayo mambo. Wanaodai kwamba salamu siu unaunganisha, ionekane ni kitu kimoja, haikuhusu, achana nayo. Unamkufuru Allah subhanahu wa, wa, wa ta'ala. wanadai jenzi hawana dini. Nani kakwambia? Jenzi wa Kiislamu wana dini na